Watanzania wenzetu wanataka nini kutoka kwenye tume kama hii? Kwa sababu kabla hatujaanza kazi na sisi pia tumejiangalia, eh, wenzetu wanataka nini? Watanzania wenzetu kwanza, wanataka uchunguzi kamilifu, e, usifanyike nusu nusu, uchunguzi kamilifu. La pili, wanataka tuwe wawazi kwenye kazi. Tatu, kama tuchukua ushahidi, tuchukue ushahidi ambao utatumika Sio tutachukua ushahidi ambao hauwezi kutumika. Kwa hiyo eh, well, sisi ndio maana tunasema kwenye mambo mengine itabidi tuchukue ushahidi chini ya kiapo, lakini wengine inategemea utakuwa kwa taarifa, kwa taarifa. Uwazi tunasema mikutano yetu mingine yatafanyika kwenye hadhara, lakini nyingine kwa sababu nyingine itabidi tuende kwenye faragha. Tutakwenda kwenye faragha, kwenye mazingira maalum, kulinda kwa mfano haki za mtu eh, haki Tanzania. Sasa hivi kuna data protection act kama mnafahamu, labda yule mtu tunaogopa anaweza kudhuriwa eh, akishirikiana na sisi na kadhalika. Kwa hiyo tumewekea parameters zile, lakini Watanzania wanataka tuchunguze kwa kina, tuchunguze kwa utaalamu kwa kutumia data na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hayo matakwa sisi tumeyaona na ndio atakayetuongoza eh, katika kujibu eh, kujibu hadidu za rejea eh, eh, hatuto natafuta msemo eh, kwa Kiingereza ni rahisi, nabidi ni tafsiri, lakini kwa Kiingereza wanasema kwamba tume, we will leave no stone unturned, hatutaangalia jiwe bila ya kuligeuza wenyewe. Mnaweza kufuata tafsiri yenyewe, we will leave no stone unturned. Kwa hiyo naomba nihitimishe tu kwa sababu tuna muda hapa uh, kwa maswali. Kuwashukuru uh, kwa uh, katika mjumbe mmoja ambaye tulikuwa naye, bahati mbaya ameugua kidogo uh, uh, yuko safarini, ni Balozi David Capian ambaye uh, mara uh, nyingi alikuwa msaidizi wa Rais Mkapa uh, kwenye mazungumzo ya amani Burundi DRC na kadhalika. Kwa muona mmoja katika hadidu za rejea yetu ni kwamba tunaunganisha nini tume na, na maridhiano na amani e, mmoja katika hadidu za rejea. Kwa hiyo uzoefu e, e, wa Burundi DRC na mambo mengine itatusaidia e, kwa sababu yeye alishiriki kabisa kama msaidizi kwa muda mrefu wa mheshimiwa Rais Mkapa wa hayati atatusaidia kwenye hilo. Na wengine e, kama tunasema tume e, tutatumia utaalam wengine kuja kuja. Kwa hiyo nitinishe tu kwa kusema, kwa kusema kweli ni kwamba e, pamoja na uchungu mkubwa uliotupata, majibu ya mambo mengi karibu yote tunayo sisi wenyewe e, tunayo sisi wenyewe, tusaidiane tuweze tukijibu hadidu za rejea kwa umakini basi, itakuwa ndio msingi wa mijadala ya mbele. Tunakwenda wapi? Tunafanya nini? Tunamwajibisha nani? Kwa nini? muda gani? na kadhalika.